Kama Siwa, umekucha. Jamani, leo ni usiku wa mvuje, usiku wa usiku wa mvuje mvuje. Ni bima ya afya ambayo navaaga kwenye Kombolela kwa hiyo nimeiwakilisha na nimeona imeenda, ni watu wameielewa. Kwanza ni dawa kwa watoto wanastukastuka stuka, yeah. E, watu wazima ambao hawajiamini wa wanavaa mvuje kwa ajili ya kukingwa. Kwa hiyo mwisho wa siku hii ni dawa mvuje, na asilimia kubwa wa Tanzania, hata ukibisha, asilimia kubwa wamevaa mvuje, wamefungwa na mama zao kwenye mikono, mvuje yule yeah. hey. Ni idea yangu kwenye Kombolela sababu naona imeenda, na ndio kitu ambacho nafanya kwenye Kombolela, na ndio nakiamini na kwenye Kombolela kwamba ndio kama kinga yangu, wage wage kipanda nikitia mvuja ule fresh <coughs> <Aa, tos> mapokezi <coughs> naona mazuri. Wenzangu, umeonaje huko ndani? mi naona yako vizuri, na namshukuru na Mungu kwa sababu <coughs> ndio mwanzo, naona mwanzo na mzuri, anahuona mbele zaidi mfuri. Naona mbele zaidi show, yani itakuwa kubwa zaidi, kwa sababu hapa tu mwanzo, lakini imefikiriwa vizuri, namshukuru Mungu kwa hilo. Ni mume wangu kusema kweli, unaniangalia e? Tunataka mapenzi, sio mapenzi, ni mume wangu yeye, yeah. Ndo mtu wa kwanza nilimpa idea, akasema idea nzuri, nikaongea na meneja wangu anaitwa Juma, naye pia akashaa idea nzuri, tukakaa tukapanga kafikiria tukaongezeana, manyama tukafanya kitu kama hicho. Kuna taarabu, kuna masengeri, yaani kuna wanatada, wanani, madijai ambao ni Tanzania wanashika, kuna kibao kata tarumbeta. Kwa hiyo ni uswahili, yaani vitu vinapatikanika kwa Waswahili ndio vinapatikanika hapa leo. E. uya Foundation yeah. uh, yeah, yeah. Ni Siwa Foundation, Foundation yangu na usiku wa mbuje imeandaa Siwa Entertainment. Kwa hiyo ni na Siwa Foundation na ni na Siwa Entertainment. Kwa hiyo kutokana na Siwa Foundation linasaidia mama na mtoto, kwa hiyo hili nipate pesa, ndio inaandaa kitu kama hichi kwa hiyo kingilio chake kinachotolewa pale, kuna ast inakwenda kwa mama na mtoto, yani narudisha kwenye jamii yangu, sababu nijiuliza nitarudisha nini kwenye jamii e. Kwa hiyo hivyo, unaweza kuona wasanii ninyi, mnapokuwa mmepata mafanikio, mnakuwa mna introduce vitu vikubwa vikubwa, introduce magorofa, introduce magari, lakini mia moja na kitu cha Kiswahili cha usikomvuje na maswala kishirikina shirikina na fulani hivi. Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini hili na si vitu vingine kama hivyo? Hii ndio njama ambayo yakupatia hela ili kusaidia jamii yangu watoto na mama. Kwa hiyo ndio maana nimeamua hivyo, ili mtu akifanya starehe atakuja atacheza mziki, ila pale pale kwenye mziki pia amefanya na ibada, kwa sababu ibada sio mpaka uswali tu, ibada unaweza kutoa zaka. Kwa hiyo hii ni zaka katika hela yake ile ile, mimi nakata nyingine nasaidia watu jamii yangu, narudisha kwenye jamii. Yuko gatini pale naangaika. Mimi binafsi ningependa kujua idea ya Siwa Foundation ilianzaje, yaani nini kilikusukuma wewe kuanzisha Siwa Foundation? Ni upendo kwa Watanzania, ni upendo kwenye jamii yangu, yaani kwamba nimewaza nitawapa nini jamii yangu. Kwa hiyo ndio maana imenikuta nifanye hivyo kwamba sina kitu, lakini Siwa Foundation kuomba watu wanisaidie na kufanya hilo ambalo nilolifanya. Kwa hiyo kifupi, yani ni upendo kwenye jamii yangu, wanaonipenda na mimi nawapenda pia. Kwa hiyo nitawapa nini, ndio hicho aishnaaajao uh, zinatokea watu wengi sana wanakuja. Pengine watu walitegemea sana kumwona mdogo wako Dula Makabila kwa sababu kwenye posti ulimtambulisha hii poja. Tungetegemea tungemwona mdogo wako angekusapoti. Dula ipo njiani. Dula anamsapoti mama. Mimi ni mkubwa lakini sijamfikia mama. Samia ndio mama yetu, kwa hiyo Dula anamsapoti Mama Samia kwa hiyo yuko njiani, kitokea amewahi kurudi atawahi, sababu show mpaka asubuhi. Kitokea amechelewa, yuko kwenye mahangaiko ya mama. Lakini hii ni ishu ambayo iendelevu, inaanza hapa itaenda mpaka mikoani. Kwa hiyo unaweza usimuone Badua ukamwona mkoani, au usimuone Bahaii ukamwona Kigamboni na sehemu nyingine, tutegemee yeah. Tutamuona Siwa mwingine akiwa amebadilika, au ni hivi hivi mpaka Kombolela ziishe? Sasa hiyo anajua mwandishi so, na mwandishi wa siri zake k akiamua kunibadilisha nabadilika na cheni na kuwa tofauti, akiamua kunita kichaa. Kichaa kichaa kinapanda kwenye Kombolela kwelikweli. Kwa hiyo ni ustili wake mwenyewe mwandishi wa habari, inakusumbua nanii kuigiza kwenye uwo husika, kwa wa, mazingira ambayo tunaona mara kichaa mara nini, ni mtu fulani ambaye ni mkorofi korofi sana, inakusumbua wakati wa waku, kufanya hiyo kitu, yaani okay. ukichaa ina ugumu asiogopee mtu kuigiza ukichaa. Ina ugumu tofauti na vitu vingine, lakini kwa sababu ni msanii na umeandikiwa skripti, inabidi ufanye. Kwa hiyo ndio inaonekana sasa uwezo wako hapo, sasa ukionyesha babaifu na maana wewe una uwezo. Kwa hiyo hapo ndio unaonyesha uwezo wako wote kufanya kazi. Tulizoea tuli kukuona kwenye jua kali, vipi, tutakuona utarudi tena ama ndo ushahama? Sijahama bado. Juakali ni story ambayo inatembea kwa hiyo itamgusa mwingine, kesho itanikutana na mimi kwa hiyo bado enshadelea kuandika, kwa hiyo atakaponiandika kiguso na mimi mtaniona. Anasia, tukigusia pia uh, kwenye mahusiano yako mahusiano yako uh, yamekuwa ni moja ya mahusiano ambayo unayafurahi sana, kuanzia uh, kipindi ambacho umemtambulisha mpenzi wako au mume wako, wewe kama ambavyo unavyoona mahusiano yako, ukipewa nafasi pia uyape mahusiano yako jina la wimbo unge, ungeapa jina gani kwa kipindi hichi hapa? Upendo, ningelipa jina la upendo kwa sababu upendo unabeba kila kitu. Upendo wa uhesabu makosa, na tumekutana tumekaa, tumeanza maisha kwa sababu ya upendo wetu. mi... mi... ya utizi mm-hmm. ile ambayo nilikuwa pale nje, natakiwa nikatike, maana libidi kiuno cha bwana kiwe hadharani, cha mume wangu. Kwa hiyo nilichanganya kidogo, lakini nimefanya kwa sababu ndo kazi, fanyaje? Niliweza, ila ilikuwa sababu ni ngumu, lakini gi niliweza, haikunisumbua kufanya

naamini kwenye dua sio waganga. Maana tumeona mdogo wako Dula amekuwa ni mtu ambaye hajifichi sana kwenye hiyo engo ya waganga. Aa, kila kitu anachofanya anasema lazima mganga husika, na na mganga zaidi ya mmoja. Ni kweli ama ni maneno tu ya mitandaoni anazungumza? Yeye ana yeah, yeah, imani yake mi, na imani yangu mi naamini kwenye dua. Yawezekana yeye yeah, akawa naamini kwenye waganga, lakini huu mvule ni na imani na ni kitu cha kienyeji sio hey. dua Hey, ni kitu cha kienyeji umvuje lakini, eeji yani kuakomba dua vitu vya kienyeji. Sababu ndio asili yetu, hata tangawizi dawa kienyeji tangawi tangawizi. Sisi tumepewa vitu hatuvijui kuvitumia, tuna karafuu tuna tangawizi, vyote ni dawa ila hatujui. Ukiumwa mipada hapana, tumieni vitu vyenu apa. Mungu na a vitu vingi. La mwisho la kuambia kwa watu ambao wamejitokeza kwenye shughuli yako ya leo anaamini watu ni wengi sana ambao wamekupokea ikiwemo mastaa mbalimbali, una lipi la kuwaambia, ikiwa ndo mwanzo mzuri na mwitikio umekuwa mkubwa, unaicha kuambia sasa? So, na wapenda sana, asanteni kwa kuja kwenye jambo langu, nitawalipa kama mlivyokuja nami kwenye majambo yenu, na ambao hamjanisapoti nami nitawalipa vile vile, mkipata mambo yenu msinifuate.